Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ndugu zangu waumini, leo nataka niseme nanyi kisa kizito sana, kisa cha mtu ambaye dhambi zake zilikuwa nyingi sana, lakini toba yake ikageuza kila kitu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam wasalam anasimulia kuwa kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa ameua watu 99. Ndiyo, 99 dhambi kubwa mzito, ambao hata dunia nzima ingewahukumu, lakini ndugu yangu ndani ya kifua chake kulitokea mwanga mdogo wa kutaka kurejea kwa Mola. Akatamani toba. Akasema, nimuulize nani? Niende kwa nani? Akaambiwa kumtafuta mtu mmoja mjuzi wa dini, lakini si mjuzi wa elimu ya kina. Akamwendea na akamuuliza, je, mimi niliyeua watu tisini na tisa, je, bado nina nafasi ya kusamehewa? Yule mtu akaangalia ukubwa wa dhambi na akasema, hapana, huhusiki kusamehewa. Ndugu zangu, msikilizaji wa msikiti huyo jamaa hakujua namna ya kudhibiti hasira, akamuua na kufanya idadi kuwa mia moja. Lakini bado bado hakukata tamaa, akauliza tena, ni nani naweza kumuuliza? Akaambiwa nenda kwa mjuzi wa kweli, mwenye elimu ya kina. Akamfikia shekhe mmoja mcha Mungu na kwa unyenyekevu akamuuliza, e, Sheikh, nimeua watu mia moja. Je, Allah atanisamehe? Sheikhe akamwangalia sio kwa hukumu, bali kwa huruma, akamwambia, nani anaweza kuzuia rehma ya Allah? Hakuna dhambi kubwa zaidi ya msamaha wa Mola wako. Lakini lazima uhame. Eneo hili ni ardhi ya uovu. Nenda kwenye ardhi ya watu wema, ukamwabudu Allah huko. Jamaa akakubali akaanza safari, safari ya kutafuta msamaha, safari ya kuacha maovu, safari ya kuanza upya, lakini njiani Akapatwa na mauti kabla hajafika. Malaika wa adhabu wakaja, malaika wa rehma wakaja, kila mmoja akisema huyu ni wetu. Kisha Allah akahukumu, na akawaambia waangalie umbali, na kwa rehma ya Mola, ardhi yaliyokuwa akielekea ikawakaribia na ardhi yaliyotoka ikawa mbali, na Allah akamchukua ndani ya rehma yake. Ndugu zangu, kisa hiki kinafunza nini? Hakuna dhambi kubwa kulika msamaha wa Allah na hakuna toba inayopotea ikiwa imetoka moyoni. Kama mtu aliyeua mia moja alisamehewa basi mimi na wewe tunayo nafasi kubwa zaidi. Rudi kwa mola wako kabla ya pumzi ya mwisho. Hasbuna llahu wa ni'mal wakil. Wa ssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.